Jumatatu mpaka Ijumaa nakujeza mengi katika yale ambayo nimeweza kuandalia mwanafamilia wa Rabi TV katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni jijina watatu na leo ni siku ya Jumatano, ikiwa leo ni tarehe nne ya mwezi wa pili mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita na kabla sijaenda katika upande wa kitaifa, ngoja nikufahamishie zaidi na tukio hili ambayo iliweza kutokea mwaka elfu moja mia tisa themanini na tano na tukio hili pale ambapo mfanyakazi wa Coca-Cola alipoamua kuweza kufunga ndoa na mfanyakazi wa Pepsi. Lakini baada ya kufunga ndoa yao a, kampuni ya Coca-Cola iliamua kuweza kumwatisha kazi huyo mfanyakazi wao, kwa sababu walikuwa wanasema wanaangalia maadili ya kazi. Na tukumbuke kipindi hiko katika hiyo miaka ya elfu moja mia tisa na themanini na kitu a, ni kwamba kampuni hizi mbili kati ya kampuni ya Coca-Cola pamoja na kampuni ya Pepsi zilikuwa zipo katika ushindani mkubwa sana wa kibiashara. Kwa hiyo wao kuweza kufunga ndoa ni kama vile kwa upande wa Coca-Cola akasema, hapana, masuala ya maadili hapa yatakuwa yanaenda tofauti na maadili ya kazi, wakaamua uh, kumfukuzisha kazi ufanya kazi wao wakisema kwamba inawezekana labda ataweza kuchukua siri za kampuni ya Coca-Cola aka anamwambia labda mwanamke wake kuhusiana na siri hizo. Nakumbuka kwamba mwanamke wake alikuwa anafanya kazi katika kampuni ya Pepsi. Ni kwa mwaka huo 1985. Nikaa najiuliza vipi kuhusiana na sasa hivi unakuja kwamba labda uh, mwanaume anafanya kazi katika kampuni fulani na mwanamke anafanya kazi katika kampuni fulani. Zaka ni kampuni mbili tofauti, lakini kitu ambacho na wana, wana, kitu ambacho wana, wana ambacho wanakizalisha kitu cha aina moja. Inawezekana labda huyu mwanamke anafanya kazi katika kampuni A, ambayo kampuni hiyo A labda inajihusisha na masuala mazima masuala mazima labda ya uzalishaji labda wa mabegi ya aina fulani, lakini huyu naye mwanamke anafanya kazi katika kampuni B na wenyewe na wanazalisha mabegi hayo hayo. Sasa inakuwa ni kama vile uh, labda wakikaa katika stori zao

inawezekana lakini, kwa, kwa kuweza kufanya hivyo wenyewe waliangalia zaidi katika masuala ya maadili, na hii ikafanya naweza kukumbuka kuhusiana na kampuni hizi mbili katika masuala mazima ya ushindani, na ukiachana tu na kwamba hawa ambao waliweza kufunga ndoa na baadaye kampuni ya Coca-Cola ikasema, hapana, inabidi wewe na wewe uweze kuacha kazi kwa sababu utaweza uh, kuathiri maadili ya kazi. Na hii imefanya nikumbuke kwamba kuna kipindi pale ambapo inawezekana, nimesahau kidogo, inawezekana ni kampuni ya Pepsi au ni kampuni ya Coca-Cola ambapo mfanyakazi aliamua kutoa siri ya kampuni yaani, alichukua siri ya kampuni za Pepsi akapeleka ba, ba kwa Coca-Cola lakini, baadaye kwamba alitegemea dili lake litatiki, kwa sababu kuna kiasi cha pesa ambacho ategemea hiyo kiasi cha pesa aitegemea kuweza kupata, lakini mambo yalienda tofauti, akashangaa zile siri ambazo alienda kupeleka katika kampuni B ka ameenda kupeka katika kampuni B ka. Sasa zile siri sasa zina zinakuwa kwamba lengo yake namba zile si kuweza kutumika, lakini zile si hazikuweza si kutumika na badala yake aweza kufukuzwa kazi, kwamba i said tumesikia bwana amechukua sio mbele ya kampuni B. Kwa nini imefanya hivi na ushahidi wote huu hapa? Kwa hiyo jamaa kazi ikawa amekosa kwa namna hiyo, na kwa mwaka huo 1985 tulio kama hili ambalo liweza kutokea pale ambapo kampuni ya Coca-Cola akasema hapana, inabidi kazi iweze kuacha na kipindi hiko, masuala kibi ya kibiashara masuala ya ushindani zaidi ulikuwepo kati ya Coca-Cola buka pamoja na Pepsi. Kwa hiyo hilo ndio tukio ambalo lilitokea mwaka 1985 m 9 5. Kajiuliza hapo unafanya kazi katika kampuni ipi, na mwenzako naye anafanya kazi katika kampuni ipi? wangesema waanze kuchunguza vipi ajira utakuwa nayo.